Bwana Yesu asifiwe ninakusalimu hujambo hii ni Faith and Health Ministries leo pia nimekuandalia somo moja zuri ambalo linasema kwa nini ni muhimu kuwa msiri kwa nini ni muhimu kutunza mambo yako kifuani Why is it important to keep your things private? na leo ninatamani kukuletea hili somo ambalo ninaamini utalipenda na ni lazima ulipende tu kwa sababu linakuhusu katika maisha yako ya kila siku Mashaka ni jina la mtu ambaye alikuwa ni mwanakijiji mahali fulani, ambaye alikuwa na ushawishi na mvuto mkubwa sana. Siku moja Mashaka akawaita wanakijiji wenzake. Mashaka huyu alikuwa na mvuto mkubwa sana, na alikuwa akisema jambo watu wanakuwa excited, na unajua kuna watu wana mivuto, akisema jambo basi ni haraka tu nalipokea basi Mashaka akawakusanya wana kijiji wenzake akawaambia, jamani, nina habari nzuri, natamani kufungua gym katika kijiji chetu na nitaita mashaka Fitness Paradise. Watu wakawa excited kama unavyofahamu kipewa taarifa njema, akina mama na akina baba wenye matumbo makubwa. Si unajua siku hizi tena matumbo makubwa na yenyewe yamekuwa mengi mno. Wengine waka, wakaanza mpaka kuwa wanajaribia namna gani ambavyo watakuwa wanakata matumbo yao bwana mwaka ukakata mashaka hajafungua mashaka fitness paradise wakamwambia mashaka lakini ile gym yetu vipi mashaka akamwambia jamani ile gym nimetamani iwe ya kisasa na ya kimataifa nitaweka mpaka massage humo ndani nitaweka free wifi Kwa hiyo tulieni jambo hili linahitaji plan basi wakatulia akina mama na kina baba matumbo yao yakaendelea lakini siku zikakimbia ikapita miaka kama mitatu mashaka hajafungua gym. Wakamfata tena wakamwambia, Mashaka jamani, ile gym yetu iko wapi? Mashaka akamwambia jamani, tulieni, hata mji wa Roma haukujengwa kwa siku moja. Acheni, ninawaletea kitu kizuri na kikubwa, ninyi kueni wavumilivu. Basi miaka ikapita, miaka ikaenda, mashaka hakufungua gym. Mashaka Fitness Paradise ikabaki ni msemo tu, ikabaki ni story. Kwa nini? Umuhimu wa kutunza mambo yako ndani, jifunze sana kukonteini vitu vyako. Ukiwa na njozi yako ndani, saikolojia na sayansi vinasema hivi: ukiwa na njozi yako ndani, kuna mambo makubwa mawili ama kuna miito mikubwa miwili ambayo inavuta nje. Mwito wa kwanza unaitwa kutenda ama kutekeleza na mwito wa pili unaitwa kuzungumza. Sasa yote hii inavuta nje, inaitoa ile njozi yako kutoka ndani kwenda nje Ukiita ukiitika katika mvuto wa kutenda, maana yake unaingia katika utekelezaji. Kuna msukumo unakwambia tenda, timiza, fanya, anza leo. Na ukiitikia kutenda, unashangaa, ukianza kutenda moyo wako unafurahi. Kwa nini? Kwa sababu kuna dopamine inazalishwa, hormone ambayo inakuletea raha kuona mambo yako yanakamilika na kutimia. Lakini pia upande wa pili ambao unavuta, ziko katika opposite direction, iko magnitude kwa hiyo inavuta upande wa pili, inakuvuta kuzungumza, na unapenda kabisa uwasimulie watu njozi zako. Lakini sasa ule mvuto wa kuzungumza, kwa kadiri unavyozidi kusema njozi yako, kwa kadiri unavyozidi kuisimulia njozi yako, yale maneno yanaudanganya mwili na akili kwamba ile njozi inatimia. Unashangaa kuna dopamine pia zinazalishwa, zinakupa raha kana kwamba kuna mzigo unashusha. Umewahi kukutana na mazingira fulani, una jambo fulani ambalo wengine wanalita ka, ka, ka umbea fulani hivi, ambako unasikia kama kana kwamba hapa pana kuvuta, pamejaa ukalizungumze kwa mtu. The moment unaanza kuliongea lile jambo, unaanza kuliongea, unasikia kama kuna mzigo mzito umeutua. Na hivyo ndivyo inavyokuwa unavyozungumza njozi yako. Sio uchawi uh -uh. Mchawi ni kinywa chako ambacho kinavuja maneno sasa unavyozidi kuisimulia ile njozi yako, ule msukumo wa ndani unapotea, msukumo unapotea, msukumo unapotea, baadaye inakufa una, unaishia tu kwa mtu wa kuzungumza. Hakikisha, hakikisha, hakikisha unatunza mambo yako ndani, na hiyo itakusukuma kuenda katika kutenda. Usikonvei taarifa za ndoto au njozi zako ambazo hazijakamilika. Hiyo ndiyo moja ya siri kubwa za mafanikio ama siri za kufanikiwa ya yako. Mambo mengi ambayo huwa yanatokea ukisheashea mambo yako, lakini hiyo ni moja ambayo nitamani kushea na wewe. Mungu akubariki unapojifunza kuwa msiri na kubalance maneno unayoyatoa kwa watu. Hasha, maneno mabaya yasiyo ya maana yasitoke kinywani mwako, moyo kufunze kuyazuia ndani Hashama, neno mabaya yasitoke kinywani, moyo we mahuzuie, ndimi zisichafuke. Nanyipendeni asema Yesu kama mwanzo alivyotupenda nanyi pendeni, asema Yesu. Wanatini amri. Bwana akubariki katika kutimiza ndoto zako kimya kimya.